Unasikia vizuri bila changamoto yoyote eh? Ifanye kama vile naipo konde A sauti, tunajaribu kupata sauti. Halo halo, tunajaribu kupata sauti.